linasaidia kuchangia kwenye pato la taifa. Wote mnafahamu makini na umahiri wa mheshimiwa rais dakta Samia Suluhu Hassan, ambapo pesa hizi huwa hakai nazo muda mrefu, baada ya muda mfupi hii zinakuja zinatuinua. Tumeona zikifanya makubwa katika sekta hii, vituo vya afya vimejengwa kwa wingi, zahanati, hospitali uh, shule za awali shule za msingi sekondari, mambo yamekuwa ni mazuri kweli kweli. Lakini tumeona TARURA wakijenga barabara, hata huko tumekuja tunateleza tu, barabara zimejengwa zimesawazishwa uh, vizuri. Barabara za lami zimejengwa na TARURA, lakini tano ndio wanafanya kazi yao. Lakini yote haya yanatokana ya na ukusanyaji mzuri wa watu kwa, kama kiongozi wa wilaya, kiongozi wa serikali, mkuu wa wilaya, ni lazima nikaifanya kazi hizi kwa kuwa field kabisa, ndio maana nimekuja huku naendelea na ziara yangu, eh tayari tumeshavuka asilimia tisa saba ya mapato, lengo letu ni kuvuka asilimia mia. Tunakwenda vizuri, kwa uawaa tukifanya tu tuki kazi chini ya mwongozo thabiti rais wetu mpendwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Ndugu wananchi, tegemeni mazuri. Kwa majina anaitwa Ignas Bahakaso, ndio mwenyekiti wa mapato mwenye wa halimashauri ya Ikungi. Tupo hapa Kaugeri mnadani, lakini kwa ujumla nitaka nizungumzie maboresho kwenye minada yetu ya halimashauri, kitu ambacho naomba kiongezwa kwenye mambo ya minada naomba kwanza uzio uboreshwe kujenga uzio kila mnada, hiyo itakuwa ni chachu ya kuongeza mapato kwenye halmashauri, kwa ajili ya kudhibiti utoroshaji wa mifugo. Lakini kitu cha pili ambacho kinatakiwa kiwepo kwenye minada, mazingira ya boresho yavyo, mazingira ya usafi pia, watu hama sio kufanya usafi kwenye minada, ili kulinda afya ya wafanyabiashara na wananchi wote kwa ujumla. Kiufupi, hayo yakizingatiwa, yanaweza kuongeza chachu ya ukusanyaji wa mapato katika minada yetu, haitemaye kufikia malengo yetu ya halmashauri. Kwa majina, naitwa Levocatus Sikayoza Levelian, mtendaji wa kata ya Mwaru. Tupo hapa katika eneo la mnada wa mifugo Kaugeli kwa ajili ya kusimamia ukusanyaji wa mapato mnada ambao unafanyika mara moja kwa kila wiki siku ya Jumatano. Kwa uh, hiyo tuko tunaendelea na hizo utaratibu kuhakikisha tunapandisha mapato ya halmashauri yetu kwa lengo ambalo tulipewa kwa mwaka huu wa fedha ambao unaelekea mwisho mwaka ishirini ishirini na nne, ishirini ishirini na tano, tulipangiwa kiasi cha milioni mia mbili themanini na mpaka sasa hivi tumefikia milioni mia mbili na hamsini na, na tunaendelea kupambana kuhakikisha tunafikia malengo. Changamoto ambayo iko hapa ni uzio wa mfugo ambao tayari kupitia mapato ya ndani ushaingiziwa kiasi cha shilingi milioni 17 na laki tano kwa ajili ya ujenzi wa uzio. Ni kwamba sisi tunapakana na wilaya ya Ilamba ambako ushuru wao kwa baadhi ya mazao uko chini ukilinganisha na halmashauri yetu. Kwa mfano zao la alizeti kwao ni shilingi elfu moja, sisi ni elfu moja mia tano, na mpunga kwao ni elfu moja, sisi ni shilingi elfu mbili. Kwa wafanyabiashara wengi wanataka wakimbie watoroshe mapato waende kupatia kwenye bei ya chini, lakini tunajitahidi kuhakikisha mianya yote hiyo inazibwa, ili kudhibiti mapato yasipotee kwenye halmashauri yetu. Nashukuru sana kwa mnada, unatusaidia sana kwa sisi wafanyabiashara wadogo wadogo, na tusapoti tunapata riziki. Huu mnada umetusaidia sana sisi wafanyabiashara wadogo wadogo, tunajipatia riziki. Wananchi wenzangu, mi naomba huu mnada tuitikie kama ulivyokuja hapa, maana tuliuomba sisi ukaja. Tujitahidi kupambana tu, mnada ni wa kwetu.